Ningetamani kila mtu ama kila mfugaji anayefuga nguruwe angeyajua haya kabla ya kuanza kufuga nguruwe. Leo nakwambia ukweli, usije ukaanza kufuga nguruwe kabla ya kuyasikia mambo haya. Kabla ya kuanza ufugaji wa nguruwe, ningetamani kila mfugaji angejua kwamba kuna gharama zisizoonekana unapoanza kufuga nguruwe Sio kwamba tu ni kujenga banda, kununua chakula na kununua nguruwe na kuwaleta kwenye banda. Hapana, kuna gharama zingine ambazo mtu anaweza asizione. Gharama kama za maji, umeme, chanjo, madawa, vifo vya ghafla, ujenzi wa vyoo na hata vibali kutoka serikalini. Sasa mtu asipozingatia vitu hivi, basi anaweza akashindwa kufanya ufugaji kabla tu hajaanza. Kitu kingine ambacho ningependa kila mfugaji angekijua kabla hajaingia kwenye biashara ya ufugaji wa nguruwe ni kwamba usidanganyike na faida za haraka. Kwa sababu gani? Kwanini nakwambia hivyo? Watu wengi watakwambia kuwa nguruwe ni faida tu na utaiona hela kila baada ya miezi mitatu. Sasa yamkini wewe umeona kwenye TikTok, Facebook ama kwenye TV kwamba mtu amepata hela au amepata mauzo yake mengi sana kupitia ufugaji wa nguruwe lakini kumbuka, watu hawa hawajakwambia kwamba kuna muda utawalisha nguruwe wako hadi miezi mitano na usipate chochote, yaani wakaugua na wakafa. Kwa hiyo kama lengo lako ni kutaka kupata pesa za haraka, usianze na ufugaji wa nguruwe, kwa sababu ufugaji wa nguruwe unaweza ukamaliza benki ya akaunti yako, inaweza ikamaliza pesa zako na kula faida yako yote. Nachoweza kukwambia kwamba ukafuge kwa malengo ya muda mrefu, na siyo miujiza ya mwezi mmoja. Kitu cha tatu ambacho natamani wewe, mfugaji ambaye una shauku la kuanza kufuga ufugaji wa nguruwe ni kwamba je, unajua wateja wako ni akina nani? Ama unajua soko lako liko wapi? Sasa unapoamua kufuga nguruwe yani, wewe umeamua kufuga nguruwe hamsini halafu uuze kwa nani? Nani unaenda kumuuzia? Usianze kufuga bila ya kujua wateja wako ni akina nani. Fanya utafiti, jenga soko lako kabla hujaanza mabanda, kwa sababu kuna msemo unasema, banda linalolipa ni lile lenye wateja tayari. Sehemu nyingine ambayo ningependa kila mfugaji angejua katika ufugaji wa nguruwe ni kwamba usiige tu, bali elewa. Kwa nini nakwambia hivyo? Yamkini unaweza ukawa umemwona mtu yuko YouTube akifuga nguruwe zake vizuri, na wewe ukaiga na ukajenga mabanda kama ya kwao na ukanunua nguruwe kama wao, lakini mwisho wa siku kwako ika matokeo yake yakawa ni hasara kukuona faida. Sasa kwa sababu kilichoanza kilianza kama motisha na mwisho wa siku kwako kikageuka kama mzimu. Kwa hiyo naweza nikakwambia kwamba hivi, usiige, elewa. Usianze ufugaji bila kujifunza. Na kitu cha mwisho, huu ni ujumbe kutoka kwa Laoda Hogs Farm. Hapa Laoda Hogs Farm tumejifunza kwa njia ngumu sana katika ufugaji huo wa nguruwe, na tunakushirikisha ili usipoteze muda wako wala fedha zako, kwa sababu muda wako na fedha zako ni za thamani sana. Kwa hiyo tusingependa mtu akapoteza. Sasa, kabla hujaanza, naomba utafute elimu. Panga. Fanya mahesabu, na pia ujiulize. Je, yeah uko tayari kuamka saa kumi alfajiri kila siku bila kulipwa hata mara moja kama umezipenda video zetu naomba ulike kushare na umtagi mtu ambaye ungetamani angesikia ujumbe huu karibu Laoda Hogs Farm tunapatikana kibaa kongoe kwa namba 0712979511 tunafuga kwa maarifa na sio kwa miujiza karibu sana